Hujambo na karibu mtazamaji wetu, ili tujuzane yale ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC iliyoko The Hague imethibitisha rasmi orodha ya mashtaka mazito ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu dhidi ya kiongozi wa waasi wa Uganda, Joseph Kony ambaye kwa miaka kadhaa amekuwa akijulikana kama mmoja wa watu hatari zaidi barani Afrika. Hatua hiyo imekuja takribani miaka 20 tangu ICC kutoa hati ya kwanza ya kukamatwa kwake mwaka 2005. Joseph Kony ambaye alikuwa anatawala kikundi cha wapiganaji kinachoitwa Lord's Resistance Army LRA anakabiliwa na jumla ya mashtaka 39 yakiwemo mauaji, ubakaji, utumwa wa kingono, utekaji wa watoto, mateso na kulazimisha watu kuingia katika kundi lake kwa nguvu. ICC imesema mashtaka haya yanahusiana na uhalifu uliotekelezwa kati ya mwaka 2002 na 2005 kaskazini mwa Uganda. Kwa mujibu wa taarifa ya majaji wa chumba cha awali cha 3 cha ICC, kuna ushahidi wa kutosha unaoonyesha kuwa Kony alikuwa na dhamira, ufahamu na mamlaka ya kutoa maagizo ya moja kwa moja kwa uhalifu huo. Lord's Resistance Army LRA kilichoanzishwa mwishoni mwa miaka 1980 kilianza kama kikundi cha upinzani dhidi ya serikali ya Uganda, kikidai kupigania haki za watu wa kaskazini mwa Uganda. Hata hivyo baadaye kiligeuka kuwa kikundi cha kijeshi chenye ukatili uliovuka mipaka. LRA kilijulikana kwa kuteka na kuajiri watoto kama askari, kutumikisha watoto wa kike katika ndoa za lazima na utumwa wa kingono, kuendesha mauaji na mateso ya umma, kutishia na kushambulia vijiji, makanisa na kambi za wakimbizi. Inakadiriwa kuwa zaidi ya watoto elfu thelathini waliuawa au kutekwa na kuingizwa katika vikosi vya LRA katika miaka ya utekelezaji wa uasi wake. Ingawa jeshi la Uganda na majeshi ya kimataifa yameendesha misako kadhaa ya kumtafuta Koni, hajawahi kukamatwa kwa miaka mingi. Taarifa zimeonyesha amekuwa akijificha katika misitu ya jamhuri ya Afrika ya Kati, Kongo DRC mashariki, Sudani Kusini na mara nyingine katika maeneo ya mipaka wa Sudan na Chadi. Ripoti za ujasusi zimeeleza, Koni amekuwa akihama mara kwa mara, akitumia misitu minene, makundi ya ulinzi wenye bunduki nzito na mtandao wa waasi wanaomlinda . Pamoja na kwamba sauti ya Kony haijasikika wazi katika uwanja wa kisiasa wa Afrika kwa miaka mingi, ICC imesisitiza kuwa mashtaka dhidi yake hayajafutwa na hayana muda wa kumalizika. Jaji anayeongoza katika uamuzi wa hivi karibuni amesisitiza haki za walioathirika haziwezi kufutwa kwa sababu muda umepita. Joseph Kony lazima ajibu mashtaka haya popote alipo. Maelfu ya watu ambao walinusurika ukatili wa LRA bado wanaishi na kumbukumbu za huzuni, upotevu wa familia, majeraha na athari za kisaikolojia. Familia nyingi bado hazijawahi kujua mahali walipo vijana wao waliotekwa. Mashirika haki za binadamu yametoa wito mpya kwa nchi za Afrika na Umoja wa Mataifa kuongeza juhudi za kumtafuta na kumkamata Kony. Kwa sasa Joseph Kony bado ni mkimbizi wa muda mrefu zaidi kuwahi kusakwa katika historia ya ICC, na licha ya na licha ya kimya chake, dunia haijasahau makosa yanayomkabili. Mahakama ya ICC imeweka wazi kuwa za kimataifa za kumtafuta na kumkamata zitaendelea bila kikomo hadi wakati atakapofikishwa mbele ya sheria.